Habari za mda huo, mwana familia wa Dems Media, mimi jina langu ni Abdul Juma. Kwanza nikukaribisha kusubscribe Dems Media kama bado hujasubscribe na kujiunga na familia hii ya watu maelfu ambao wametuamini. Sasa leo tarehe 2 Oktoba ni siku ya kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa star muziki wa Bongo Flava Diamond Platnumz Simba Chibu Chibu Day Chibu Dangote. Kwanza tumtakie heri ya siku ya kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwake Diamond Platnumz ambaye leo hii anatimiza miaka 36. Sasa Diamond Platnumz bana ametumia siku yake ya kuzaliwa kutoa msaada wa kiasi cha shilingi milioni 37 kwa producer Bakteria ambaye kwa sasa anapitia changamoto ya kiafya baada ya kupooza na kulazimika kukaa kitandani kwa zaidi ya miaka miwili. Diamond Platnumz ambaye amempongeza producer S2kizzy zombi kwa moyo wa upendo alioonyesha hivi karibuni kwa kufunga safari hadi Tanga kwenda kumjulia hali Bakteria na kumsaidia producer Bakteria ambaye ni miongoni wa vijana waliokuwa na mchango mkubwa katika industry ya muziki kupitia production zake, lakini kwa sasa familia yake imekuwa ikipitia changamoto kubwa baada ya yeye kushindwa kuendelea na kazi. Na hii hapa ni video ambayo nakusogezea uone namna gani ambavyo Diamond Platnumz amemkabidhi kitita hiki S2kizzy kwa ajili ya matibabu ya Bakteria. Usisahau kuacha maoni yako, lakini pia na kusubscribe Dems Media. namsherekea miaka mingi ya kuzaliwa ya mzee wetu Simba kama mnavyojua jamani. Happy birthday to big brother, our idol, our icon, our industry machine, Simba Lion. I love that. Happy birthday. By the way, birthday, nimemkuta akiwa na edit video kwa ajili ya kuwapa mashabiki yes. Jamani, video ni nyingi, mtu apumzike. Mimi nakushukuru sana, asante sana wote hapa, nashukuru

hela ya hapa jamani, tunashukuru sana eh... Sijui niseme nashukuru kiasi gani. Hela hii hapa jamani, katoa Diamond Platnumz Simba kwa ajili ah, ya Bakteria, tumwombe Mungu aendeahembean Asa hivi dunia inabadilika birthday ata katoa kupokea zawadi ila mzee birthday ndo katoa zawadi, yaani katoa katoa zawadi hizi katoa kaenda huko, imagine mnakuja tunale keki, birthday yake katoa zawadi yangu, wacha tunale keki milioni thelathini na saba, acha we, wacha tunale keki dola elfu well, kumi na tano kupea na unahesabu